Mwashamu baba Askofu stefano Lambeki Msomba, askofu wa jimbo katoliki la Bagamoyo, mheshimiwa Padri dominiki somola vika wa Tawa jimbo katoliki la Bagamoyo, mheshimiwa Padri Emmanuel makusaro paroko wetu na dekano, waheshimiwa mapadre kaka zetu katika Karmeli, waheshimiwa sana mapadre wote mliofika kujumuika nasi katika sherehe hii, waheshimiwa wakuu wa mashirika na wawakilishi wao, waheshimiwa watawa wote wa kiume na wa kike, wapendwa sana masista wetu wapya, wapendwa sana wazazi wetu, ndugu jamaa na marafiki mliofika kuungana nasi katika tukio hili Wapendwa masista wa Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Theresia wa mtoto Yesu mlioko hapa na wale wa mbali na taifa lote la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Amen. Leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, siku ambayo mama kanisa huitenga kwa ajili ya kusali na kuabudu Yesu wa Ekaristi, kwetu sisi ni siku ya pekee iliyotengwa kwa ajili ya kuombea miito, lakini zaidi sana Alhamisi ya leo tarehe kumi na nne Novemba ni siku maalumu ambapo tunamwinulia Mungu wimbo wa sifa na shukurani kwa ajili ya maisha na utakatifu wa mwanzilishi wetu mwenye heri Mama Maria Krochifisa, leo tunapoadhimisha miaka ishirini tangu alipotangazwa kuwa mwenye heri na hivyo kuwekwa kama kielelezo kwetu wabatizwa wote cha utakatifu. Basi nitumie fursa hii kukushukuru sana Mwashamba, Baba Askofu kwa kukubali mwaliko wetu wa kuja kuungana nasi na kutuadhimishia sadaka hii takatifu ya misa, ambapo tumemtolea Mungu shukurani kwa maisha ya miaka ishirini na tano ya utawa na wadogo zetu wamejitoa kwa Mwenyezi Mungu kupitia nadhiri zao. Niwashukuru sana wazazi wetu ndugu jamaa na marafiki mliosafiri kutoka mbali ili kuja kuungana nasi katika kutangaza wema wa Bwana na kumshukuru kwa ajili ya uaminifu wake kwake, kwetu, kwa maana kama tulivyosikia, sio kwa nguvu zetu au kwa sababu tulikuwa wema kuliko wengine, lakini ni kwa sababu yeye anavichagua vile vilivyo dhaifu ili aweze kudhihirisha ukuu wake. Nitoa kutoa shukurani za dhati kabisa kwa familia za masista wetu wapya, kama alivyoeleza vizuri baba askofu katika mahubiri yake, kuanzia malezi waliowapatia binti hawa, walezi wao waliowafundisha na kuwaongoza katika nafasi mbalimbali mbali. hadi kufikia kuwa zawadi katika shirika letu la Wakarmeli wa Misionari wa Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu hususan katika kipindi hiki maalumu ambapo tunaadhimisha jubilei ya miaka mia moja tangu kuanzishwa kwa shirika na kutangazwa mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu. Nawashukuru wanakwaya, watumikizi wa altare. Namshukuru kila mmoja kwa nafasi yake, kwa upendo mliouonyesha kwa kuja kuungana nasi katika tukio hili muhimu kwetu na kwa shirika letu kwa ujumla. Basi ikiwa ni mara ya kwanza tumekusanyika hapa kama taifa la Mungu mbele ya uwepo wa baba yetu askofu, nawaomba kwa unyenyekevu mkubwa mniruhusu pia kutumia fursa hii kwa shukuru sana ninyi nyote kwa jinsi mlivyotukimbilia kwa sala, faraja, upendo, rambirambi, rambi na wema wa aina mbalimbali tulipopatwa na jaribu la msiba wa dada zetu wapendwa. Kama tunavyokumbuka miezi miwili iliyopita, lilikuwa ni tukio kubwa kibinadamu, lenye maswali mengi bila majibu, lakini uwepo wenu, uwepo wa kanisa umetusaidia kusimama katika tumaini ambalo tunaliadhimisha sasa hivi katika mwaka wa Jubilei, na kupitia tumaini hili tumeweza kuendelea mbele, lakini kutu, kupitia uwepo wenu na namna tulivyoadhimisha Misa ya kuwasindikiza na matukio yote hayo, kanisa la Tanzania limehubiri injili kwa kishindo duniani kote kwa kuonyesha ukarimu, upendo na mshikamano. Kwa ajili ya hilo, naomba Mungu awabariki sana. Basi niwashukuru tena na nimkaribishe sista wetu kwa maelekezo ya baada ya hapa. Tumsifu Yesu Kristo.